Habari, karibu Caro's Kitchen, and I'm back. Basi tuendelee pale tulipoishia na leo nataka niwape recipe simple sana. Watoto wapo likizo, basi u, u, u, na joto, uh, na upweke unaweza watengenezea snack nzuri kama ice cream na wakaenjoy. Mahitaji yako tutakiwa uwe na unga ubuyu, hizo ni mbegu za pop seed. Kama hauna unaweza tumia chia seed ama ufuta na utaweka unga ubuyu hicho ni kikombe kimoja. Nimeweka nimeweka maziwa ya unga, uh, maziwa ya unga vijiko viwili pamoja na hizo mbegu kijiko kimoja kidogo, sio lazima, lakini kama una mbegu nzuri na zenye afya unaweza weka ili mtoto aweze kupata virutubisho. Nimeweka pamoja na sukari vijiko viwili pamoja nitachanganya vizuri, na nikishachanganya vizuri Uh, nitaendelea kama hivyo mnavyoona, basi nitatia maji ya uvuguvugu, kwa sababu ubuyu unakuaga na umekaa dukani umepigwa na hewa pamoja na kushikwa shikwa, basi utaweka maji ya uvuguvugu ili basi kuwa bakteria ambao wapo. Utachanganya vizuri kama hivyo unavyoona, utachanganya na utaendelea kuchanganya mpaka upate mchanganyiko ambao ni mzuri. Baada ya hapo, nitachukua hivyo vikopo. Uh, sio lazima. Kama una kikopo chochote cha round unaweza weka, lakini mimi nina hivyo vidude vya kugandishia hivyo, uh, vi ice cream vya watoto uh, uta nimeweka jamu hiyo, tu ni kunogesha, sio lazima kwao. Kama una jamu utaweka nime au una peanut butter unaweza weka, nimetanguliza jamu na nimeweka mkorogo wangu kwa juu lengo ni kuwa tu na sura nzuri basi mtoto anapokula aweze kuenjoy kama mgeni usisahau kusubscribe na kama ni mwenyeji please like video hii na ushare na mwenzako baada ya hapo nimeweka vizuri kama mnavoona utajaza ama unaweza weka kwenye vifuko vya barafu pia ni sawa nitafunika nakushafunika nitaendelea kama hivyo mnavoona Nitafunika vizuri. Vilikuwa vitamu sana sana sana sana. Nitengeneza vichache, lakini vilikuwa vitamu sana. Baada ya hapo, utagandisha kwenye friji masaa sita hadi nane, hata usiku mzima. Na baada ya hapo nilitoa kama mnavyoona vimeganda vizuri sana na vinavutia. Kama hivyo niliviweka kwenye maji ili viweze kuyeyuka, basi vikazidi kidogo, lakini vilikuwa vitamu sana. Kama hivyo mnavyoona, unaweza tengeneza na familia ukafurahia. Niwaage na kusema kwaherini.